Leo tunajifunza kuhusu tabia za wadaiwa lakini, kabla ya tujaendelea mbele, tusikie kutoka kwa wadau, ni wongo gani wamewahi kuambiwa na wadaiwa ambao hawawezi kusahau? Twende kazi. Mimi nimeshawahi kuambiwa na kutumia sasa hivi lakini... <coughs> nilimpigia mdaiwa wangu akanijibu yuko kijijini, hapatikani. Akifika mjini mjini atanitaaa, mpaka leo. Kama ulivyosikia wadaiwa ni waongo kweli. Mimi nilimtafuta mdaiwa wangu akapokea simu akaniambia yuko ICU, akipona atanitafuta na kunilipa pesa yangu. Huo ni uongo ambao nilidanganywa, siwezi kusahau. Wewe umewahi kudanganywa nini na mdaiwa wako? Sisi M&E Debt Collectors and Auctioneers, tumekuja kusolve matatizo na changamoto zote ambazo unakutana nazo kutoka kwa mdaiwa wako tunakusaidia kukusanya pesa yako kwa haraka zaidi bila kushawishiwa na uongo wa mdaiwa wako. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0737000437. Tunapatikana Magomeni, Usalama, jengo la Watumishi House. M&E, we trade quality.